Unaishi maisha magumu kwa sababu unajifunga kwa maneno ya kinywa chako. Hakuna baraka inayokuja kwa mtu isipokuwa imetamkwa. Ebu angalia Yakobo, Isaka anamwita wanaekuabariki, anamtamkia maneno a, anamwambia maneno sawa, anamwambia baba yake, je, hakuna maneno mengine ya baraka ulio ya sasa kwa ajili yangu? Anasema hapana, maneno yote mazuri nimemtamkia ndugu yako nimemfanya sikiliza, anavyosema, nimemfanya kuwa mkuu wa ndugu zake, na nimemfanya makao yote manono yote ya nchi, penye kila unono wa nchi kwa makao yake. Akasema pana baba yangu, nami nibariki tu. Akamtamkia maneno madogo tu, akaambia na utakuwa taifa kubwa, Mungu atakubariki. Ndio baraka ya isam ismai Ibrahimu. Mungu aliwabariki mwenyewe, Mungu akawatamkia maneno Ismaili wakati amefukuzwa na Sara pamoja na mama yake Hajiri. Mungu alipomtokea wa wakati Ismaili anataka kufa kwa kiu kule nyikani, nini kilitokea? Malaika wa Mungu akamwambia usiogope Hajiri, kisima cha maji kile pale, mwanao naye nitamfanya kuwa taifa ndio maana Waarabu kule pia wanabarikiwa, ni kwa sababu ya yale maneno ya malaika wa Mungu aliyemtamkia Acili na Eshma. Haleluya, haleluya. Baraka iko katika maneno. Ndio maana watu kwa mfano na kwa mifano rahisi, watu wengi leo mnaishi maisha magumu kwa sababu mnakataa kanuni za kimbingu na mnaanza kuishi katika mwili. Bibi anasema mkitaka kufa mfuate mwili Ukitaka kufa haraka ufate mwili, usikilize mwili upi. Mwili utakufa, kwa sababu mapenzi ya mwili na nia ya mwili ni mauti. Kila saa mwili unakwambia, utakufa, ukifungwa utakufa, ukiomba utachoka, usiombe. Leo utashinda kufanya hiki, usikae hapa, hakuna kitakachotokea, fanya hivi. Mwili utamani, ukishindana Roho. Haleluya, haleluya. Haleluya! Haleluya! Hebu angalia, Mungu anambariki Ibrahimu, anamwambia tazama, abarikiwe sana Ibrahimu. Melkizedeki amepokea fungu la kumi la Ibrahimu, anasema abarikiwe Ibrahimu na Mungu aliye juu sana. Huyu Melkizedeki alikuwa ni mfano wa Yesu Kristo, hana baba wala hana mama, na hana mwanzo wala mwisho siku zake. Akambariki Ibrahimu maneno pokea vitu alivyokuwa amechukua mateka vita wafalme wa Sodoma wakamwambia, chukua hizo mali zote wewe, alafu tupatie hao vijana ambao Mungu amewatumia kushinda vita. Ibrahimu alikataa mali, akachukua watu. Haleluya, ndani yako wewe mtu wa Mungu mafanikio katika kila jambo, ili maadamu tu neno la Mungu linaishi ina ndani yako, ili maadamu tu umekubali neno la Mungu liishi ndani yako, ili maadamu umekubali tu neno la Mungu liongoze maisha yako. Lakini kwa sababu watu wengi leo wamefanya watu waondoke kwenye madhabahu ya Mungu, wakajitafutie kwa njia za maangaiko, utahangaika sana. Hebu angalia watu waliolaaniwa cini anaombwa hela ya ugoro au hela ya kitu fulani na bibi yake au na mjomba wake au na babu yake, akimwambia sina, anamwambia utakufa hivyo hivyo, hata ufanye kazi miaka yote utakufa hivyo hivyo. Hiyo ni laana. Kwa nini watu wa ulimwengu wanaamini laana hiyo, lakini hawaamini baraka iliyo katika maneno yanayotoka kwenye vinywa vya watumishi wa Mungu? Watumishi wa Mungu akisema, wanasema hawa wanawadanganya zege kafanye nini, lakini wao, nakwambia, kubeba zege wao hawabebi. Haya ndio Yesu alisema, wa mnawatuisha watu mizigo mizito ambayo nyinyi kidole chenu hakiwezi kugusa yeah. yeah. unamwambia mtu pambana, lakini wao hawapambani, wana namna ya kupata kiurahisi tu, wanapata kwa wepesi, wanayaamini maneno ya mganga wanapewa dawa, anamwambia utapata, wanaamini. Lakini Mungu amesema, nitakubariki taibariki kazi ya mikono yako, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Mungu ameahidi atakubariki, atakupa afya au takufa batautasibulia matendo wako ya Mungu. Haleluya, haleluya! Lakini ni ngumu sana watu kuyaamini hayo, kwa sababu kuzivimeingiza watu walio na nguvu katika ulimi wao wa kukanusha na kuyapinga maneno ya Mungu yanayotoka ndani ya watumishi wa Mungu. Biblia inasema mkiamini maneno ya Mungu, katika hayo mtaishi, katika hayo mtafanikiwa, katika hayo mtastawi. Maneno ya Mungu, Yesu anatuambia maneno niwaambiayo ni roho, tena ni uzima. Lakini kwa nini sasa katika siku hizi za mwisho, kwa nini katika hizi siku za mwisho, kwa nini watu wa Mungu ndio wanataka kuishi maisha magumu sana kuliko watu wa mashetani, watu wanaoamini mashetani. Kwa sababu watu wa Mungu wamehamishwa, wametolewa kwenye foundation yao kwenye msingi ambao Mungu aliwaacha juu yake, wametolewa kwenye bustani nzuri ya maneno ya uzima ambayo Mungu